Karibu katika mada, leo tutaangalia dalili za mwanzo wa ujauzito na sababu zinazosababisha. Je, una shauku kuwa una ujauzito? Dalili za mwanzo za ujauzito zinaweza kuonekana mapema hata kabla ya kipimo cha kuthibitisha. Mabadiliko ya homoni yanatokea mwanzoni mwa ujauzito kusababisha ishara mbalimbali zinazoashiria kuwa mwili wako umeanza safari mpya kubeba mtoto. Katika video hii tutaangazia dalili kumi za mwanzo wa ujauzito, kwa nini hutokea na jinsi zinavyoweza kukusaidia kutambua ujauzito mapema. Hakikisha unafuatilia mpaka mwisho, ili upate maarifa sahihi kuhusu afya yako na mpendo wako. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Dalili ya kwanza, kuchelewa kwa hedhi. Kwa nini hutokea? Hii ni dalili kuu ya ujauzito inayoashiria kuwa yai lililorutubishwa limepachika kwenye ukuta wa mji wa mimba uterus na mwili unazalisha homoni ya human chorionic gonadotropin ambayo inazuia hedhi. Dalili ya pili, kichefuchefu na kutapika, kitaalamu inaitwa morning sickness. Hii kwa nini hutokea? Homoni za ujauzito hasa HCG na estrogen huathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuathiri hisia za harufu, hivyo husababisha kichefuchefu. Dalili ya tatu, uchovu mkubwa. Kwa nini hutokea? Progesteroni huongezeka sana mwanzoni mwa ujauzito na kusababisha mwili kuhisi uchovu mkubwa, kwani homoni hii husaidia katika utengenezaji wa plasenta. Dalili ya nne, maumivu na kujaa kwa matiti. Kwa nini hutokea? Kuongezeka kwa homoni za estrogen na progesterone kusababisha matiti kujaa, kuwa laini na kuuma kama sehemu ya maandalizi ya kunyonyesha. Dalili ya tano, hamu ya chakula au kuchukia vyakula fulani. Kwa nini hutokea? Mabadiliko ya homoni huathiri hisia za ladha na harufu na kusababisha kupenda au kuchukia baadhi ya vyakula ambavyo ulikuwa unapenda hapo awali. Dalili ya sita, mabadiliko ya hisia, mood swing. Kwa nini hali hii hutokea? Kiwango kikubwa cha homoni huathiri mfumo wa neva na kusababisha hisia za kubadilika haraka kutoka furaha hadi huzuni na hasira bila sababu kubwa. Dalili ya saba, maumivu ya tumbo chini ya kitovu na kuvuja damu kidogo. Kwa nini hutokea? Yai lililorutubishwa linapopachika kwenye ukuta wa mji wa mimba linaweza kusababisha michubuko midogo na damu kidogo inayoweza kuchanganywa na hevi. Dalili ya nane, kuongezeka kwa mkojo. Kwa nini hali hii hutokea? homoni ya hCG huongeza mtiririko wa damu kwenye figo na kusababisha mkojo kuwa mwingi zaidi mapema katika ujauzito. Dalili ya tisa: kizunguzungu na kuhisi kuzimia. Kwa nini hali hii hutokea? Ujauzito husababisha mishipa ya damu kupanuka, hivyo hushusha shinikizo la damu na kusababisha kizunguzungu au kuhisi kuzimia. Dalili ya kumi: joto la mwili kubaki juu kwa muda mrefu. Kwa nini hali hii hutokea? Baada ya ovulation, homoni ya progesterone huongeza joto la mwili na kwa mjamzito joto hili hubaki juu kwa muda mrefu zaidi ya kawaida. Hitimisho: dalili hizi za mwanzo wa ujauzito zinaweza kusaidia kutambua ujauzito mapema, lakini njia sahihi ya kuthibitisha ni kufanya kipimo cha ujauzito. Ikiwa unahisi dalili hizi, ni muhimu kumwona daktari na kupata ushauri mapema. Ili kupata taarifa zaidi, tafadhali usubscribe, ku like na kushare video hii kwa marafiki. Ulikuwa nami Daktari Lenikomba ni tukutane katika mad